Akona shida gani? Nani? Vile ni mkubwa hivi asimami, mtoto mkubwa tu anamwaga mate.

Jawewe, simu simu yangu, aa, simu yangu imeenda. Wewe nikuulize, huyo ni mama yako? Na unasimama unaweza kusimama? Unajua huyo mwenye ameenda na simu yangu, au mchui Ai.